Herufi ndo zile zile, zile a ah, mpaka uu uh. Haya, hesabu ndo ile ile moja mpaka kumi. Tuna hesabu hapa kwa kuelewana, yaani kistaarabu tuelewana. Sasa nashanga wewe kuelewa ni changamoto. Sasa nikufanyeje? Nikubebe ni yani, wewe kura ndo umeweka mstari wa mbele kwamba Yaani, anyway, wewe kura tu ndo unapenda kufukia tu. Ikifika kwenye sekta ya mlo. Ah. Baba unakuwa mrefu Vipi tutembee? Eh, shuka tutembee, shuke tena, una shingapi? Tuondoke. Tuondoke kwa shingapi? Tuondoke kwa shingapi tena? Kwani unaelekea wapi? Kwa mwalimu Master. Ah, yule mwalimu ambaye anafundisha tusheni pale? Ah, basi njoo kae, twende, atalipa huko. Nkaa <tipi> <tipi> vizuri Ha, bosi habari? Safi tukwema. Kwema. Unamtoa wapi? Amenikodi kutoka huko alikuwa njiani, ameniambia amechoka, akanikodi. Nimlete kwa hapo hapo. Ha? Yaani mafundi wewe unamkodi boda? Una pesa kumlipa huyo? Bosi, ebu achana mambo mengi, nipe changu mimi nitembee, nioee muda. Unadai shilingi ngapi? Elfu moja.

lakini natambua ndani ya upendo wetu kuna chanzo ambacho kinasababisha unipe mapenzi ya dhati. Je, mm, naweza kunisikiliza nikakwambia chanzo ni nini? Mm. Okay. Niambie. Nitakubaliana ambacho nitakwambia nii. Najua chanzo ni mke yako. Nakupenda sana, natumia muda mwingi kwa ajili ya mke wako kwani nakuwa natumia muda mchache. Mke hmm, wako kimekuwa ni chanzo kikubwa sana kwenye mahusiano yetu, kinafanya ni unampa upendo wote pasipo kujali mimi. Nipo kwa ajili yako, nakupenda. Mambo nielewe, nipe nafasi tena kwa mara nyingine, sasa mpenzi wangu. Hmm. Ah, mjua mke wangu sio tatizo sana. Ndio yani, mke wangu sio tatizo kabisa, mpenzi wangu. hmm. Ndio maana pale nyumbani, kama kumtoa Mafulu nimpeleke tuisheni, ndio lengo ni nini? Yeah. Mwanamke anapata tabu, anapata shida, yanakipata shida, akupata tabu, akawa hali ataondoka mwenyewe. Akiondoka mwenyewe tu, siku hiyo hiyo nakusogeza nyumbani na mke wangu rasmi.

Yani unazunguka zunguka tu babako amekuacha hapo ujisomee. Aya, kila siku sasa yaani nishindwe kuwafundisha wenzako niwe nazunguka zunguka huko mitaani kukutafuta wewe. Wewe kama nani, sasa unanilipa shilingi ngapi? Unaona makongo, kila mda yeye yupo na daftari anajisomea. Afu ule zunguka zunguka mafuru, hiyo tabia umeitoa. Yaani kazi yako ni kunikwangua mimi pesa tu. Yaani unashindwa kutembea unamchukua boda ili mimi nilipe. Mimi. Baba kutoka kuleta hapa jawe kunitumia hata 5000 kwamba hiyo hapo pesa mfanyie mahitaji mengine. Alafu, we unazunguka zungu mafulu haya. Pesa yangu ambayo nilikuwa nategemea tukimaliza hapa tukanunue, mboga hii hapo nimempa boda wako. Haya kaa hapo sasa tukae. Haya achama, baba, achama hapo sasa. Ha. Na wewe Mwalimu, siwe ndo umeniambia niachame. Yaani mafuru mimi inamaanisha na kupiga, yaani uka hapo leo unashinda njaa. Sasa wewe zunguka zunguka tu kwa watu, si kwamba wakikukamata wakupeleke polisi. Sasa ndio utacheza na virungu. Sasa kinipiga rungu nikikwepa. Makongo. <laughs> unaona huyu mafuru? Mwalimu, msiona jari mafuru na tastaga sifa. Sasa kama utaki sifa umefata nini hapa? Sungesomea uko kwenu. Yeah. Mwalimu ebwachana ni mafua mwalimuona, halafu swali hapo umenikosesha, kwamba kenge ni umoja, je, kwa wingi mimi nikajibu ni makenge, lakini we umekata makongoro, nisha kufundisha kwamba kuna wingi wa ma kenge, yaani inaonyesha wazi kufika kwa umekurupuka makongo kuna wingi wa makenga. Kenge hana wingi, na ninakufundisha kistaarabu ili unielewe, kwa sababu mi naona una kichwa chepesi, ila sasa unashindwa kunielewa. Ungejua ah, ni bora hata usingeniambia, ungesubiria kwanza tumalize, kwa sababu mafua kwa amemtoka hapo kunivuruga. Anaona ni vuruga hapo. Kenge hana wingi Kenge ni kenge hata wawe kenge fukumi. <laughs> Nende mkandae chakura sasa, chereweshe ni chakura. Ngoje mi niende pae kwa wajanes nikakope mboga afu nije nikute bado chakura kijaiva. Mtaniambia makongoro na mafuru na, mna nisumbua sana. <laughs> <laughs> yamenichosha kwa hiyo kusanya kila kitu kilicho chako uondoka hapa nyumbani, sitaki kuona kwenye macho yangu, sasa hivi muda huu huu uondoke. mm -hmm. kaka mkubwa? Kaka mkubwa gani ambaye usiyekuwa na adabu kwa wadogo zako, alafu nakuja unaniambia kwamba mimi nitoke hapa nyumbani nikaishi ninakojua? Kivipi sasa? Sikuelewi kwa hilo, siwezi nikaelewa na nalo, sikubaliani na, na, na neno lako la kijinga kijinga hilo. We, ulikuwa huko, ulikuwa kwa unazurura, unarudi hapa nyumbani leo natukuta mimi na familia, baba yangu, dogo wangu pamoja na mama, unaniambia kwamba mi nitoke hapa, niende wapi? Si mimi sielewi, eh, sielewi. Niambie ni nini ambacho kinasababisha hadi uniambie hivyo leo, maana sio kawaida yako. Yaani wewe, naona kabisa heshima imeshakushuka. Unatoa wapi ujasiri wa kuniambia mambo kama hayo, wakati wewe ni mdogo wangu? Halafu nimeshatoa amri, unapinga amri yangu kama nani? Eh, unatoa unatoa wapi huo ujasiri wa kusema, kubishana na mimi na nimeshaongea? Sasa si wewe unataka kuivunja heshima ya hapa nyumbani? Kwangu mimi siwezi nikakubaliana na hilo ambalo umeniambia, kwamba nitoka hapa nyumbani, niende wapi wakati hapa ndo nyumbani ambako nimezaliwa mimi. Kama mdogo wako Clifford, mimi na wewe tutajua mwanaume ni nani kati yangu na wewe. Tutaona sasa.